Leo siku ya tarehe kumi e, mwezi wa nne 2025, jioni hii e, mwenyekiti wa Chadema, ndugu Tundu Antipasi Mgwai Lissu amefikishwa mbele ya mahakama ya Hakimu Mkazi hapa Kisutu e, mjini Dar es Salaam e, baada ya kuwa ameshikwa jana kwa katika misingi ya ya, ya, ya, ya nguvu na kutolewa kutokea Mbinga jana na kuweza kuletwa Dar es Salaam kwa mashtaka ambayo ya yamesomwa ya leo jioni hii, kwamba katika kesi moja ambayo ya ni yapi bado, ya ni kesi ya, ya, ya uchunguzi kwamba anatumiwa kwa kosa la uhaini kwamba maneno aliyasema eh kwamba kuna kutakuwa na harakati ambazo CHADEMA itafanya za ku kupinga mfumo mzima wa uchaguzi ilikuwa ni kuchochea uwasi na kusababisha kufanya kwamba uasi dhidi ya Jamhuri ya Muungano ya, ya Tanzania. Sasa kwa kuwa mahakama hii ya, ya, ya kimkazi wa Kisutu haina mamlaka hayo kwa sababu kesi hiyo inatakiwa isikilizwe na mahakama kuu, basi swala hilo tu limetajwa na kwa kuwa mahakama haina mamlaka na kosa hilo halina dhamana, mwenyekiti wa Chadema ndugu Lissu kuweza na, e, baada ya hapo kukawa na kesi nyingine ambayo ni kesi ya jinai imefunguliwa katika mahakama hii ya hakimu mkazi Kisutu na mahakama hii ina mamlaka ya kusikiliza. Ilikuwa na mashtaka matatu. Shtaka la kwanza likiwa ni la dhidi ya kauli alizosema kuhusiana na uchaguzi wa serikali za mitaa, jinsi ambavyo uliendeshwa na jinsi ambavyo wagombea, wagombea wa Chadema walienguliwa e. Vile vile vile shtaka la pili ilikuwa inahusiana na, na eh, kuzungumzia mfumo mzima wa uendeshaji wa serikali za mitaa na uchaguzi mzima wa nchi yetu na kesi ambazo vilevile, kosa la tatu linasikilizwa na majaji ambao wameteuliwa na nani, na mwenyekiti wa, wa, wa, wa, wa CCM ambaye ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ilikuwa ni mashtaka ambayo yanahusiana na zile kauli za kisiasa na za kuelimisha umma ambazo mwenyekiti wa, wa taifa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Lissu alizitoa mnamo tarehe tatu ya mwezi wa 4 elfu mbili na ishirini na tano.